Kwa hiyo ndio lazima kuagizie mocha na ndio soda kiti moja galau hapo tunue soda kesho watoto wapate kunywa na wageni wakaoga. Oh, Mungu akubariki. Hata kabla sija sijaagiza hiyo hiyo hiyo hiyo kiti ya soda. Ngoja nikombe, baba katika jina la Yesu. Mbariki mtu. Muiwe katika jina la Yesu. Baba, mimi kwangu ndio mesekie. Ukamtokee Bwana. Hadi mtu anasema sio kwa sababu kuna kiti ya soda imeenda. Kweli

siku ya siku akiwa naomba, walikuwa watu kumi wanaoambiwa na mimi. Ndio maana watu wengi kwenye maisha yao kwenye utumishi walionao wanakimbia kitu kingi

Mbali hapa Mungu anachokiangalia akija kwenye kanisa hili, Mungu anaagiza malaika na macho yake yanapiga mahali hapa, anazunguka anaangalia kwenye mikapu hii ya ya sadaka, kuna yeye kidogo akiangalia matumizi ya kanisa ni mengi, anakuta kuna watu wanafanya biashara ndani, kuna wafanyakazi lakini hawatoi na sasa hawatoi na maana hawahitaji hawa jamaa ndani ya kanisa, mahali hapa kilichobaki wale ndio wanaingia kanisa na watu wengine, kwa sababu sadaka inakuja hapa anasema ameshamkuza nini muani? Kwa sababu wajibu wenu ni kwamba analeta mataifa mtumikie yeye, kubadilika kwa sababu aliyemtoa Mungu anamjua na yeye anahitaji heshima pia.